Kipekee tukushukuru sana sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kutufungulia rasmi wodi hii ya watoto wachanga yenye huduma kama ambavyo zimeelezwa pale. Niseme machache, moja, kwa jinsi ambavyo tumeona kule ndani vifaa na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika, kwanza ni wazi kwamba serikali inafanya kazi kubwa sana, lakini pekee yake haiwezi ikakamilisha kila kitu. Kwa lazima wawepo wadau na wananchi ambao wa wanakuwa tayari kutoa ushirikiano, na kipekee sasa tuwashukuru sana wenzetu Ifakara, kupitia mradi wa Nest 360, kuweza kuona haja ya kusaidia huduma za watoto hawa kwa chama. Nafikiri, wale tuliingia kule, tumeona wale watoto kweli, inahitaji uwekezaji wa hali ya juu wa rasilimali watu, lakini vifaa vya kisasa kwa hiyo tunawashukuru sana, na wito itu nani nafasi hii pia kuwaomba wadau wengine, kwa maana ya taasisi na watu binafsi, wafanyabiashara, tuone haja ya kwamba kwa watoto wa wachanga ni uwekezaji mkubwa ambao unatusaidia na kutuhakikishia uwepo wa taifa la leo na la kesho. Kwa hiyo tuwakaribishe wengine kwa ajili ya uwekezaji, lakini pia mbili, ningeomba nisaidie Tuwapigie makofi akina mama walioko hapa walioko hujini na akina mama wote Tanzania, naomba tupige makofi. Ukiangalia <magamu> wale watoto walivyo wadogo, wanavyohitaji yule uangalizi, unaona kazi hii ambavyo inataka commitment, inataka kujitoa sana. Kwa hiyo tunawapongeza akina mama wote Tanzania kwa kazi nzuri ya kutusaidia kuhakikisha kwamba tunapata watoto ambao wataendelea kujenga nchi yetu sasa na baadaye. Uh, lakini pia tumeona watoa huduma, naomba pia nisaidie tuwapigie makofi watoa huduma wote, watoa huduma za watoto wachanga wa hapa wa na nchi nzima ya Tanzania. Ukiangalia kazi wanayofanya ni kazi ya wito kweli kweli, inataka mtu afanye kutoka moyoni, kwa sababu yule mtoto hawezi kulalamika, hawezi kujitetea kwa hiyo inataka wewe unayefanya ufanye kutoka mwenyewe. Kwa hiyo tunawashukuru sana uh, watoa huduma, madaktari, wauguzi na wataalamu wote ambao tunasaidiana katika uh, huduma hizi za watoto wachanga. Isiwe na maneno mengi, kazi yangu ni ku, uh, kukaribisha mgeni rasmi. Ni kwamba huduma hizi zinafanywa na akina mama peke yao, ile inaitwa kangaroo mother care, ambapo mama anakaa na mtoto inakuwa ngozi kwa ngozi apate kumpa joto lake yule mtoto. Sasa tumeona katika wadi hii mpya kuna chumba ambacho ni maalumu kwa ajili ya akina baba. Kwa hiyo ningependa wenzetu waandishi wa habari mtusaidie kuliweka ili kulitangaza na kulipigia, eh, kampeni kwamba inatokea mara kadhaa, mama baada ya kujifungua aidha anapata changamoto za kiafya, hawezi kuwa na yule mtoto, tunahitaji kumhudumia mahali pengine. Kwa hiyo tutoe wito kwa akina baba, najua ni kitu kipya lakini tukiwa na nia na utayari kinawezekana, ambapo baba sasa atakaa na yule mtoto mchanga na atamweka ngozi kwa ngozi, vile inaitwa KFC kwa maana ya kangaroo father care. kyo ni kitu kipya, lakini naamini tuna mahali pa kuanzia na tutaendelea kuwatia moyo, na tuseme, baba wa kwanza atakayefanya hivyo, tunaahidi zawadi, ili tutumie nafasi hiyo kuhamasisha wengine.